Kauli ya serikali imetangazwa na waziri wa ujenzi, uchukuzi na mawasiliano Mheshimiwa Profesa Makame Mbarawa wakati akizungumza na wananchi wa kijiji cha Butiama baada kukagua, hiye, ya kukagua kipande cha barabara hii yenye urefu wa kilomita 50 kutoka makutano Msoma hadi Sanzati kupitia wilaya ya Butiama. Lazima ifike siku tufanye maamuzi. Hatuwezi kumlea mtu akaendelea kufanya kazi ambayo haina tija kwetu sisi wakati wananchi hawa wanapata shida ya kutanga na barabara yao. Kwa vile naomba wananchi, tupeane mikataba leo na mkandarasi yule, ifikapo mwezi wa nne mwakani lazima atupe si chini ya kilomita 15 zenye lami, si chini asipofanya hivyo tunamwambia ondoka, baibai bye bye, tunaleta mkandarasi mwingine. Hata hivyo mhandisi mshauri wa mradi huu mhandisi Dominic Mapunda ametoa ahadi kwa waziri huyo kuwa ifikapo mwezi Aprili mwaka 2017 zaidi ya kilomita 15 zitakuwa zimekamilika kwa kujengwa kwa kiwango cha lami. Ndio. Ile base course ukishaweka, mm -hmm. haichukui siku mbili tatu, unafanya prime. Mhm. Mm, kwa hiyo consecutive tutakavyokuwa tunafanya tunaweka ile sub base mm -hmm. tafsiri yake ni kwamba baada ya siku saba tunafuata hiyo CRS na baada ya siku tatu kwenye hizo section tunakuwa tunafuata tunaweka na nala. Kusema kweli, hii barabara kama mngefanyia feasibility study mapema, ina mawe ya kutosha. Sasa hao wawekezaji wa kwetu hapa lazima wachagulie barabara barabara zile zenye utata kabisa katika kutengeneza, mwape watu wenye uwezo mkubwa watengeneze. Sasa hao kama ndio umeanza nao hapo hivi kwa barabara kama hizi watafanya moja tu kwa miaka 30. Sasa watatajirika sana ngapi? George Marato ITV Mara.